Epukana na mtu yoyote anayekwambia kwamba wewe hauna nyota kwa sababu hakuna mwanadamu hata mmoja kwenye dunia hii asiyekuwa na nyota. Kila mtu katika hii dunia ana nyota yake, sema ni vile watu wengi hawajamua kuzijua nyota zao, kwa hiyo wanakutana na changamoto nyingi au matatizo mengi kimaisha, kwa sababu nyota zao hazipo katika mazingira yanayofaa. Sasa kama nyota yako inaweza kuongoza hatma ya maisha yako, basi swali la kwanza ambalo unafaa kujiuliza ni nyota ni nini? Nyota ni binadamu mwenyewe pale inapokuwa katika mfumo wa nafsi na sio nyama, maana sote tunajua kwamba mwanadamu ameumbwa katika mifumo miwili tofauti. Mfumo wa kwanza ni huu mwili ambao Mungu ametumba kwa kutumia nyama na damu, tunaweza kuona kugusa, na pia kujeruhi. Mfumo wa pili wa maumbile wa binadamu ni nafsi au kipenda, unaweza kuita spirit katika lugha ya Kiingereza, ambapo hii hatuwezi kuiona wala ku gusa japokuwa ipo nasi kila wakati. Sasa unafaa kujua kwamba nafsi na mwili kutofautiana ni jambo la kawaida, ndio maana hata wewe unaweza kutamani kufanya jambo fulani, lakini nafsi ikakataa, au baada ya kufanya makosa ukasikia mtu akisema nafsi yake inamsuta msuta. Kwa hiyo hapa tunamaanisha kwamba nyota ya mtu ni nafsi yake mwenyewe. Sasa pengine unaweza kuniuliza ni kwa nini kuna watu waliofanikiwa, halafu wengine wamebaki maskini, japokuwa sote tulizaliwa na nyota zetu. Lolote ambalo linafanyika katika maisha yako sasa hivi, basi jua kwamba limeanza kitambo katika ulimwengu wako wa kiroho. Katika lugha ya Kiingereza tunasema spiritual world. Sasa, katika ulimwengu wa kiroho wanaishi malaika, majini pamoja na nafsi za wanadamu, wewe ukiwa mmoja wao pia. Ndio maana ukichunguza hata matajiri wa dunia nzima utagundua kwamba hakuna tajiri asiyekuwa na imani. Ni lazima atakuwa na imani moja au nyingine, ili kudhibiti utajiri wake, ambapo yote ni kuhakikisha kwamba nafsi yako au nyota yako ipo mahali palipo pasa, katika ulimwengu wako wa kiroho kufikia hapo. Hata wewe pia utakubaliana na mimi kwamba ni muhimu sana kwa mtu yoyote au binadamu yoyote kuijua nyota yake, maana kwa njia hiyo utajua ni nini cha kufanya ili kuipa nguvu nyota yako. Sasa kulingana na elimu ya nyota au zodiac signs ni kwamba tunazo nyota kumi na mbili na nyota hizi kumi na mbili zimegawanyika katika makundi manne tofauti. Kundi la kwanza ni kundi la moto ambapo limebeba nyota ya simba, punda na mshale. Kundi la pili ni nyota za maji ambapo ni nyota ya kaa, samaki na nge. Kundi la tatu ni nyota za upepo lenye nyota kama vile Mizani, Mapacha na Ndoo, wakati kundi la nne ni nyota za udongo ambapo ni nyota ya ngombe Mbuzi na Mashuke. Natumai kufikia hapo umeelewa vizuri makundi haya ya nyota, maana hapa ndipo ambapo wanadamu wengi hukosea. Chukulia pengine nyota yako ni ya kaa, ambapo ni kundi la moto, ukabahatika kupata mchumba au mpenzi mwenye nyota ya mshale, ambapo ni kundi la maji. Hii ni vigumu sana kwa mapenzi yenu kunoga kwa muda mrefu bila kuvunjika, kwa sababu tunasema nyota zenu haziendani. Sote tunajua kwamba moto na maji haviwezi kuwa mahali pamoja, na ikilazimika kutokea hivyo, basi maji yatauzima moto. Hii ndio sababu utasikia watu akisema wa kwamba mtu fulani amekaliwa chapati na mke wake, au mume anakuwa mkali zaidi hadi anaogopewa na mkewe na watoto. Sasa mtu anapoijua nyota yake, namsaidia kujua ni nani anayefaa kuwa karibu naye katika maisha yake, na sio si hayo tu, bali atakuwa anayejua pia rangi yake ya bahati, siku yake ya bahati, au madini anayopaswa kuvaa katika mwili wake kama mapambo. Sasa najua kinachofata ni wewe kuniuliza endapo mtu anaweza kuijua vipi nyota yake. Hapa unafaa kuwa makini zaidi, na pia ikiwezekana, tafuta kalamu na karatasi pembeni mwako. Kujua nyota yako, utatumia jina la mamako mzazi la kwanza pamoja na jina lako wewe mwenyewe la kwanza. Naposema jina la kwanza, namaanisha jina ulilopewa pundi tu baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo, endapo ulibatizwa au kubadili dini ukubwani, kumbuka hapa tunahitaji jina la kwanza ulilopewa baada ya kuzaliwa. Kwa mfano, mimi jina langu naitwa Nixon Baraza, ambapo hapa ntachukua jina Nixon. Mama g mzazi anaitwa Beatrice Baraza ambapo hapa nitachukua Beatrice. Kwa hiyo nikitaka kuijua nyota yangu nitajumlisha herufi zote za jina langu na la mamangu mzazi. Halafu mushowe nitaigawa kwa nyota 12. Najua kuna mtu anatamani kuniuliza hivi herufi zinajumlishwa vipi? Kumbuka ya kwamba katika mfumo wa alfabeti kuna herufi 26 ambapo hii inamaanisha A ni moja, B ni mbili, C ni tatu, D ni nne na ukiendelea hivyo hadi mwisho utakuta kwamba zeb ni nambari 26. Kwa hiyo, ili nijumlishe majina haya, kwanza nitageuza herufi hizi katika nambari. Tuanze na jina langu ambalo ni Nixon. Hapa itakuwa 14 jumlisha 9 jumlisha 3 jumlisha 11 jumlisha 19 jumlisha 15 jumlisha 14 alafu jibu litakuwa 90. Mamangu mzazi anaitwa Beatrice ambapo hapa itakuwa 2 jumlisha 5 jumlisha moja jumlisha ishirini na moja jumlisha kumi na nane jumlisha tisa jumlisha tatu jumlisha tano ambapo jibu itakuwa sitini na nne kwa hiyo tunachukua sitini na nne tujumlishe na tisini alafu jibu tutakalolipata tuligawe kwa kumi na mbili Kumbuka hapa haufai kabisa kutumia kikokotozi au calculator. maana hiyo itafanya jibu lako lije na nukta au decimal point ambapo itakuwa ni makosa. Sasa tukijumlisha 64 na tisini tunapata 154. Tukichukua mia moja na hamsini na nne tuigawe kwa kumi na mbili jibu litakuwa kumi na mbili na itabaki kumi Sasa hiyo kumi ndio namba kamili ya nyota yangu, na kama wewe ulipata jibu tofauti kulingana na hesabu yako na nyota yako, basi hiyo ndio namba ya nyota yako. Kinachofuata ni kuenda katika orodha ya nyota kumi na mbili ili tujue nyota yangu ambayo ni nambari kumi inasemaje, lakini nitaanzia nyota ya kwanza hadi ya mwisho ili hata wewe unapofanya hesabu yako pale nyumbani uwe utajua nyota yako inasemaje. Sasa endapo utafanya hesabu yako na ubakie na moja, inamaanisha wewe umejaliwa na nyota ya Punda. Hawa ni watu jasiri, wakali, wa binafsi, watukutu na pia wachangamfu. Hawa hawaamini mtu yoyote katika maisha yao, kwa sababu wanaamini ya kwamba wanajua kila kitu. Ni watu wanaopenda kuharakisha katika kila jambo wafanyane, lakini pia jambo likikoseka, hawaoni ugumu kuanza upya. Wanaamini kwamba heri ya sara kuliko fedheha, na pia ni wale watu wenye uwezo wa kutafsiri ndoto za watu wengine, licha ya kuwa na misimamo thabiti inapokuja katika maamuzi Kazi zinazoweza kuwapatia mafanikio makubwa watu wenye nyota hii ya Punda ni kama vile kazi ya jeshi, kazi ya ualimu, au masuala ya fedha na biashara. Lakini madini wanaopaswa kuvaa watu hawa ni madini ya kopa wakati rangi yao ya bahati ni nyeupe. Nyota ya pili ni nyota ya ngombe. Endapo ilipiga hesabu yako na kubaki na mbili, sasa jua kwamba wewe umejaliwa na nyota ya ngombe. Sifa kubwa ya watu wenye nyota ya ngombe ni upole, lakini pia ni wajeuri kupita kiasi. Ni wasikivu sana na pia ni watu wasiopenda kufanya mambo kwa haraka. Wanapenda kubishana, lakini hawapendi kushindwa. Ni watu waaminifu sana, licha ya kwamba wana wivu. Na kazi zinazoweza kuwapatia mafanikio makubwa watu wenye nyota hii ni kazi kama vile kuuza migahawa, shughuli za ujenzi muziki, uhasibu na sanaa hasa uchongaji vinyago. Hawa ni watu ambao hupenda au kulazimu watoto wao kufata nyayo zao. Ikitokea yeye ni mwalimu, basi atalazimisha hata mtoto wake kuwa mwalimu. Mwenye nyota hii akiajiriwa ya mahali, yani hata anyanyaswe kiasi gani, lakini bado ataogopa kuondoka. Rangi yao ya bahati ni kijani, wakati siku yao nzuri ni Jumatano, na madini yanayoweza kuwapa mafanikio makubwa watu hawa ni madini ya silver. Kwa hiyo wanashauriwa kuvaa madini ya silva kama njia mojawapo ya kuvutia mafanikio upande wao. Endapo -up ulipiga hesabu yako na ukabakia na nambari tatu, basi jua kwamba wewe umejaliwa nyota ya Mapacha. Siku yao ya bahati ni Jumatano, halafu siku mbaya kwao ni Jumanne. Rangi zao za bahati ni light blue na njano mkoleo, na madini wanaopaswa kuvaa watu hawa ni madini ya shaba. Sifa kubwa ya watu hawa ni kutokuwa na misimamo thabiti, lakini pia wana matatizo ya kukasirika haraka kwa mambo madogo madogo. Kazi zinazoweza kuwapa mafanikio mazuri watu hawa ni kazi kama vile utangazaji, ualimu Uandishi wa vitabu pamoja na ushauri nasaha endapo katika hesabu yako ulibakisha nambari nne, basi hiyo ni nyota ya kaa siku yao ya bahati ni jumatano wakati siku yao yenye nuksi ni jumapili rangi inayowasisimua kimapenzi na furaha ni rangi nyeupe na inapofika katika masuala ya mapenzi hawa huingia mzima mzima hawa ni wale watu ambao ni rahisi sana kujitoa uhai kwa sababu ya mapenzi muda mwingi ni watu wenye kusikitika na kunungunika kila wakati wakiwa peke yao. kazi zinazoweza kuwatoa watu hawa ni kazi kama vile utabibu benki umeneja au uandishi wa vitabu. Wakati madini unaoshauriwa kuvaa ni madini ya fedha. Nambari tano ni nyota ya simba. Sasa endapo kwenye sabu yako ulibakisha nambari tano, basi inamaanisha kwamba wewe una nyota ya simba. Hawa ni watu wabunifu, wakarimu, wana mioyo safi na pia wanapenda kucheka muda mwingi. Jambo lingine pia ni kwamba hawa ni watu wakorofi, wavivu na wakaidi. Wanapenda vitu vya gharama, lakini hawajui kutunza. Hawa ni watu wanaopenda kuheshimiwa na kuabudiwa na kila mtu kama wafalme. Uzuri wao ni kwamba wana mioyo ya kutoa na kusaidia, lakini vilevile hawa ni watumizi wabaya katika maswala ya pesa yaani, ni wale watu ambao hawawezi kukaa na pesa kwa muda mrefu. Hupata marafiki wengi kwa kutokana na ukarimu wao na mioyo safi. Wanafaa kuwa wasimamizi wa kampuni zao au biashara kubwa na uongozi wa michezo. Endapo kwenye sabu yako ulibakisha nambari sita, hiyo ni nyota ya Mashuke. Siku nzuri kwa watu hawa ni Jumatano, halafu siku yenye nuksi kwao ni Jumanne mchana. Rangi yao ya bahati ni nyekundu, wakati madini yao ni aluminium. Hawa ni watu wenye huruma sana kwa wengine, licha ya kuwa ni wavivu katika kufanya kazi. Nambari saba ni nyota ya Mizani. Kwa hiyo endapo ulifanya hesabu yako na kubakisha nambari saba, basi jua kwamba wewe umejaliwa na nyota ya Mizani. Siku nzuri kwa watu hawa ni siku ya Jumaa, lakini Jumatano ni siku yenye nuksi sana kwa watu hawa. Rangi yao ya bahati ni kijani, na pia wana kipaji cha kujua siri za watu wengine hata bila kuambiwa. Hawa wanapenda amani na upatanisho, lakini pia ni watu wasikivu na watiifu. Hawa wanathamini sana mapenzi kuliko maisha yao wenyewe, na pia wanapenda kujionyesha au kujitangaza wanapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Mara nyingi hawa huonekana watu wa muhimu sana katika jamii hata kama hawana pesa. Ndio maana hata kwenye vikao vya familia watauliziwa, lakini hawana mchango wowote wa, wa muhimu. Endapo ilifanya hesabu yako na kubakia na nambari nane, inamaanisha wewe una nyota ya nge. Siku yao ya bahati ni Jumanne. Rangi yao ya bahati ni nyekundu, wakati madini wanaopaswa kuvaa ni silva. Vilevile watu hawa pia huwa jasiri, imara, wabishi na wanapenda kuchunguza mambo ya watu wengine. Ni watu werevu na wepesi wa kuelewa mambo kiurahisi, na pia ni watu wenye siri sana, hasa inapofika katika masuala ya kufanya ngono kazi wanazopaswa kufanya watu hawa ni kazi zinazohusiana na madawa, tiba, upelelezi na ushauri, na saa kuhusu ndoa au ngono. Nambari tisa ni nyota ya mshale. Kwa hiyo endapo libakisha nambari tisa katika hesabu yako, basi jua kwamba wewe una nyota ya mshale. Hawa ni watu wenye roho safi, na pia madini unaopaswa kuvaa ni bati. Wanapenda kusikiliza mawaidha ya watu wengine, hata kama hawakubaliani nayo, licha ya kwamba ni watu wanaopenda vurugu au vita muda wote. Wanapenda kuwa na wapenzi wapya, kwa sababu wanaamini kwamba mapenzi yanapodumu sana yanaonyima uhuru wa kupenda tena. Na kazi wanazopaswa kufanya watu hawa basi ni sharti zihusiane na usafirishaji, dini, michezo au jeshi. Sasa tuangalie nambari kumi, ambapo ndiyo nyota yangu kama tulivyopiga ya hesabu hapo nyuma. Hii ni nyota ya Mbuzi. Siku yao ya bahati ni Jumamosi. Rangi zao za bahati ni kijivu na nyeusi. Hawa ni watu watiifu na pia wavumilivu katika maisha, licha ya kuwa ni waangalifu zaidi na pia wana uwezo wa kuona mbali. Wanapenda sana kusimamia au kuongoza, na pia wana tabia ya kuchunguza mambo polepole pole. Kazi ambazo zinawafaa watu wenye wa nyota hii sharti zihusiane na uhandisi, usanifu wa majengo, siasa au daktari, wakati madini yanayoweza kuopa mafanikio ni risasi. Endapo kwenye sabu yako ulibakisha nambari 11, basi hiyo ni nyota ya ndoo. Siku nzuri kwa watu hawa ni Jumamosi mchana, wakati siku mbaya kwao ni Ijumaa. Rangi yao ya bahati ni nyeusi, wakati madini wanaoshauriwa kuvaa ni uranium. Hawa ni watu jasiri ambao kamwe hawababaishwi na lolote, ni wachangamfu na pia wenye akili nyingi, licha ya kwamba wengi wao wana mioyo safi. Hawa wanapenda kutoa misaada kwa watu wengine pasipo kubagua. Kazi wanazopaswa kufanya watu hawa ni kazi za umeme au mambo yoyote yanayohusiana na kompyuta. Ya 12 ni nyota ya samaki. Kwa hiyo kama ulifanya hesabu yako na kubakia na 12, basi jua kwamba wewe umebarikiwa na nyota ya samaki. Siku yao nzuri ni Alhamisi, lakini siku mbaya kwao ni Jumamosi na Jumanne. Rangi zao za bahati ni zambarau na samawati, na madini wanaopaswa kuvaa ni bati. Hawa ni wale watu ambao wanapenda kuwachunga wapenzi wao, wanahisia kali kimapenzi na pia ni wepesi wa kuathirika. Tatizo la watu hawa ni kwamba wanaamini sana wapenzi wao, kwa hiyo wanapotendwa, basi hukaa muda mrefu sana bila kujihusisha tena na mapenzi.